Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Televisheni ya taifa nchini Iran imeripoti kwamba taifa hilo limepata hati nyeti za nyuklia za Israel kupitia uvamizi mkubwa wa kijasusi. Ripoti hiyo haikutoa maelezo ya kina juu ya jinsi Iran ilipata ufikiaji wa hati hizo. Habari hiyo ilitangazwa kwa ufupi kwenye televisheni ya serikali kwamba huduma za kijasusi za Iran zimepata taarifa na nyaraka za kimkakati na nyeti mno, ikiwa ni pamoja na maelfu ya nyaraka husiana na miradi na vifaa vya nyuklia vya Israel. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran la Fars, huduma za ujasusi za Irani zimefaulu kuhamisha kiasi kikubwa cha taarifa za kimkakati na nyeti na nyaraka, ikiwa ni pamoja na miradi na suluhu za nyuklia kutoka katika maeneo yanaokaliwa kwa mabavu. Shirika hilo limeitaja operesheni hiyo kuwa shambulio kubwa zaidi la kijasusi dhidi ya Israel katika historia. Irani mara kwa mara hutangaza kukamatwa kwa watu binafsi kwa tuhuma za ujasusi na kuishutumu Israel kwa mauaji yaliyolengwa, au vitendo vya hujuma vinavyohusishwa na mpango wake wa nyuklia. Kinyume chake, mnamo mwezi Mei mwaka 2025, Israel ilikamata watu wawili wanaoshukiwa kufanya kazi za kukusanya taarifa kwa niaba ya Iran. Shirika hilo la habari limeripoti likinukuu vyanzo vya habari kwamba maelfu ya nyaraka zinazohusiana na miradi ya nyuklia ya Israel ni miongoni mwa vitu vilivyokamatwa. Kwa mujibu wa habari hiyo, operesheni hiyo ilifanyika kitambo, lakini kutokana na wingi wa nyaraka na haja ya kuzisafirisha kwa usalama shehena yote hadi Iran, operesheni hiyo ilifanywa kuwa siri mno. Vyanzo vya habari vimethibitisha kwamba hati nyingi zitawasilishwa katika maeneo salama kulingana na wao, kwani kuna hati nyingi sana ambazo itachukua muda mwingi kuzipatia au kutizama picha na klipu zilizomo kwenye hati hizo. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametishia mashambulizi ya kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Iran inasisitiza juu ya haki yake ya nishati ya nyuklia ya kiraia, haswa kwa ajili ya matumizi ya uzalishaji wa umeme chini ya mkataba kuzu ya wa kuzuia ueneaji wa silaha nyuklia ambao imeutia saini. Mvutano kati ya nchi hizo mbili ulifikia kilele mwaka jana wakati Iran iliposhambulia moja kwa moja ardhi ya Israel mara mbili kwa mamia ya makombora na drone. Iran ilidai kuwa mashambulizi hayo yalikuwa jibu la kufaa kwa mashambulizi mabaya ya Israel dhidi ya ubalozi wake mdogo nchini Siria. Teheran ilikuwa imetangaza kulipiza kisasi kwa mauaji katika ardhi yake ya kiongozi wa Hamas Ismail Khania, na mauaji aliyekuwa katibu mkuu na mshirika wa Iran wa Said Hassan Nasrallah. Iran inailaumu Israeli kwa mauaji ya viongozi wote wawili, waliodai kumuua Hassan Nasrallah katika shambulio hilo la anga. Mnamo mwaka 2018, shirika la ujasusi la Israel Mossad lilifanya operesheni ya siri ndani ya Iran, ikilenga ghala moja huko Teheran ambalo lilikuwa na kumbukumbu -kumbu za mpango wa nyuklia wa Iran, kulingana na mkuu wa zamani wa Mossad Yos Cohen. Operesheni hiyo ilipangwa kwa miaka miwili na ilihusisha majenti ishirini ambao walifanikiwa kufungua sefa thelathini na mbili za chuma na kuwasilisha nusu tani ya hati kwa Israel ndani ya usiku mmoja. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, Mossad waliiba takriban nyaraka laki moja na faili katika muda wa saa sita na nusu kabla walinzi kuwasili mapema asubuhi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran Tasnim, waziri wa ujasusi wa taifa hilo hajatola slamu Seidi Ismael Khatibu alisema kuwa nyaraka za nyuklia za Israel zimehamishiwa Iran. Nyaraka tulizozipata kutoka kwa ya kizayuni zinahusiana na mpango wake wa nyuklia na pia zina taarifa nyingi kuhusu Marekani, Ulaya na nchi nyinginezo. Habari hizi zinakuja wakati ambapo mpango wa nyuklia wa Iran unaojadiliwa na Israel inavyoona mpango huo kuwa tishio la kweli kwa usalama wake. Marekani pia inaongeza shinikizo kwa Iran kusaini mkataba mpya nyuklia. Mnamo Machi mwaka huu, kwa mujibu wa shirika la CBS la Marekani, rais Donald Trump alisema katika mahojiano kwamba ikiwa mamlaka za Iran hazitafanya basi kutakuwa na mashambulizi ya mabomu na mabomu ambayo hajawahi kuonekana duniani. Akijibu maoni hayo ya Trump, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Saidi Ali Khamenei ameonya kwamba ikiwa Marekani itaishambulia Iran kwa kuzingatia tishio la rais Donald Trump, basi Tehran itajibu vikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters Ayatollah Ali Khamenei amesema, na nna nuku, Marekani na Israeli zimekuwa zikituchukia siku zote, wanatutisha kwa mashambulizi ya ambayo hatufikiria na uwezekano mkubwa, lakini ikiwa watafanya uovu wowote, bila shaka watapewa jibu kali. Mwisho wa kunukuu. Rais Donald Trump aliambia shirika la habari la Fox News kwamba amemwandikia barua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akimkaribisha kufanya mazungumzo, ingawa Iran inaendelea kufanyia kazi mpango wake wa nyuklia. Wataalam wanaichukulia Israel kwa nchi pekee yenye nguvu za nyuklia katika Mashariki ya Kati. Nchi za magharibi zikiongozwa na Marekani mshirika mkuu wa kimkakati wa Israel zinaishutumu Iran kwa kumiliki silaha za nyuklia, lakini Iran imekanusha madai hayo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki Rafael Gross ameonya kwamba Iran haiko mbali na kutengeneza bomu la nyuklia. Aidha amefafanua kuwa Iran kwa sasa haina silaha za nyuklia, lakini ina mali ghafi zinazohitajika kwa ajili yake. Katika mahojiano na gazeti la The Financial Times la Uingereza, amesema kuwa Iran hivi sasa ina akiba kubwa na inayoongezeka ya urani iliyorutubishwa kwa asilimia 60. Pia amesema uwezo wa nyuklia wa Iran hauwezi kuangamizwa kwa shambulio moja. Iran ilikataa msimamo wa mkuu huyo ikijibu kuwa hakuna kikomo cha kiwango cha kurutubisha. Wizara ya mambo ya kigeni ya Iran na shirika la nishati Atomic zimetoa taarifa pamoja zikielezea masikitiko yake juu ya kuchapishwa ripoti hiyo ambayo wameita ni taarifa kisiasa, na kusisitiza kuwa Tehran imethibitisha mara kadhaa kutokuwepo maeneo au shughuli zozote za nyuklia ambazo zijatangazwa na marufuku mpya ya kusafiri kwenda Marekani ya rais Donald Trump ambayo inazuia raia wa nchi kumi na mbili kuingia Marekani imeanza kutekelezwa leo asubuhi. Agizo ambalo Trump alitia saini wiki iliopita inazuia raia kutoka Afghanistan, Myanmar, Chadi, Congo Brazaville, Equatoria Guine, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen kuingia nchini Marekani. Raia kutoka nchi saba za Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela watakabiliwa na vikwazo vya kusafiri. Rais wa Marekani alisema orodha hiyo inaweza kuongezwa ikiwa itahitajika. Ni mara ya pili kwa Trump kuamuru marufuku wa kusafiri kutoka nchi fulani kuingia Marekani, na alitia saini agizo kama hilo mnamo mwaka 2017 wakati wa muhula wake wa kwanza ofisini. Ikulu ya White House ilisema vizuizi hivyo vitalinda wa Marekani kutoka kwa wahalifu wa kigeni katika video iliyotumwa kwenye tovuti ya mtandao wa Truth and Social wiki jana, Trump alisema shambulio la hivi majuzi huko Boulder, Colorado, lilidhihirisha hatari kubwa inayoletwa na raia wa kigeni ambao hawajachunguzwa ipasavyo. Watu kumi na mbili walijeruhiwa huko wa Colorado mnamo Juni mosi wakati mtu mmoja aliposhambulia kundi lilokuwa likiunga mkono mateka wa Israel. Shirika la ujasusi wa ndani la Marekani FBI lilitaja hilo kuwa shambulio linaloshukiwa kuwa la kigaidi na kusema kwamba mshukiwa alitumia kifaa cha kuwasha moto vinywaji vya Molotov na vifaa vingine vya kuwasha. Na maandamano yamezidi kupamba moto kwa siku tatu huko Los Angeles ambako waandamanaji wanaopinga sera za uhamiaji za Rais Donald Trump wamekabiliana na maafisa wa usalama. Wanajeshi wa kikosi maalum walitumwa na Rais Trump mjini humo licha ya pingamizi kutoka kwa gavana jimbo la California na mewa mji wa Los Angeles wakitumia gesi kutoa machozi na risasi za mipira kukabiliana na waandamanaji. Meya wa Los Angeles Karen Bass amesema machafuko katika jiji hilo yalichochewa na utawala, huku Governor California Gavin Newsom akisema kuwa uamuzi wa Donald Trump kupeleka walinzi wa kitaifa kwenye maandamano hayo ndio uliozidisha ghasia hizo. Waandamanaji walikusanyika karibu na eneo ambapo maafisa wa uhamiaji na utekelezaji wa forodha walifanya uvamizi siku ya Jumamosi na kufunga barabara kuu cool. Democratic walitaja vitendo vya Trump kuwa madaraka. Ni mara ya kwanza kwa rais wa Marekani kupeleka jeshi la kitaifa katika jimbo hilo bila ombi kutoka kwa gavana eneo hilo. Rais Trump ameonya kuwa kutakuwa na wanajeshi kila mahali ikiwa maandamano ataendelea, na kuongeza kuwa hatutaacha nchi yetu isambaratike. Na tuhitimishe rubaa za kimataifa, ambapo wizara ya mambo ya kigeni ya Israeli imesema meli iliyobeba wanaharakati waliokuwa wakijaribu kuingia ukanda wa Gaza imevutwa na wanajeshi wa majini baada ya kufanikiwa kuingia kwenye meli hiyo kwa jina la Madeleine. Israel imesema hakuna aliyejeruhiwa katika operesheni ya kudhibiti chombo hicho ambacho kimepelekwa Israel, na kuongeza kuwa waliokuwemo kwenye boti hiyo watarejeshwa kwenye nchi zao. Wanaharakati waliokuwa ndani ya meli hiyo walithibitisha kuwa wanajeshi wa Israel waliingia kwenye meli hiyo iliyokuwa ikijaribu kupeleka misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Ghaza, wakikaidi kikaidi kizuizi cha Israel cha baharini. Mawasiliano yamepotea kwenye meli Madleen, kundi la Freedom Flotilla Coalition lilisema kwenye ukurasa wake wa Telegram. Picha iliyochapishwa mtandaoni imeonyesha watu waliovalia jaketi za kuokoa maisha wakiwa wameketi huku wakiinua mikono yao juu. Mwanaharakati wa hali ya hewa Greta Thunberg ni miongoni mwa wale waliokuwa ndani ya meli hiyo. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadhi Rashidi.